Wanafamilia unaalikwa kukutana na Kristo Yesu, hasa katika neno la Mungu, sakramenti, sala, matendo ya huruma, kwa sababu Kristo Yesu ni chemchemi ya upendo wa ukweli unaowaunganisha wanadamu na Mungu wao. Baada ya kusema hayo, leo moja na kanisa na kwa kwakajiri ya utaratibu uliowekwa na makanisa kuna ufunga mwaka huu wa jubilei, jubilei ya miaka mbili na ishirini na, kama Baba Mtakatifu wetu Francis aliapulu kwamba mwaka wa jubilei ufungwe katika makanisa mahususi siku ya yeminika ya reo taehe i Disemba na na siku kuu ya familia takatifu ya Yesu, Maria na Yosefu, naye baba mtakatifu Leo wa kumi na nne akitualika na kutuelekeza na kutuongoza katika siku hii le ya leo, anatukumbusha kwamba makanisa yameanza kufunga milango ya Jubilei ya matumaini kama hitimisho la Jubilei ya miaka elfu mbili na ishirini na tano ya Ukristo. Lakini hata hivi tukumbuke Kristo Yesu ndiye lango la matumaini kwa waja wake, na ataendelea kubaki akiwa anaambatana na ni watu wake. Ni lango linalowapeleka watu wa Mungu katika maisha ya kimungu. Mtoto aliyezaliwa ni neno wa Mungu aliyefanyika mwili anayekuja kumkomboa mwanadamu kutoka katika lindi la dhambi na mauti, na kwa njia ya mateso, kifo na ufufuko wake uletao maisha na uzima wa milele, atayawezesha yote hayo, na tutaonja uwepo wake kati yetu daima. Kristo Yesu anakuja kuganda na kukoja madonda yanayo ya yanayomwandama mwanadamu na na kwa wale wajiojhika na kukojeka nyoyo wanapata amani na utulivu wa ndani nasi sote wana jimbo la Kigoma kuhitimisha miaka hiyo ishirini na tano ya Ukristo iwe ni mwanzo wa jubilei zijana, na tujiunge kipekee na hawa watoto wa jubilei wanaobatizwa leo. Wanaingia katika safari ya maisha ya Ukristo ili wakue katika kimo na hekima ya kimungu na wakashuhudie imani wanayopokea na kuwapatia vizazi vingine vijavyo vinavyo na vitakavyo kuadhimisha jubilei nyingine zijazo. Wazazi kuitike mwito wakiso, watutu watutu Yege, wa Kristo wa kuwapeleka watoto wadogo, kwani yeye anasema ufalme wa mbinguni ni wake na hivi usisite kuwalitisha hayo imani tundiyo akupewa na sisi na tunayoifuata, ambacho ni zawadi ya kwanza kabisa katika maisha yetu ya imani ya kuipatia mtoto wetu. Na hivi tujiunge, tukiwaombee ili wao wanaozaliwa upya katika maisha ya imani washikamane pamoja na imani wetu Mungu pamoja nasi na watembee daima kama mahujaji katika matumaini, katika safari hii ya imani, Yesu mwenyewe atulishe kwa neno lake na mwili wake. Na hivi baada ya yeye kutufundisha na kutugawia neno lake atalitoa na kutulisha na sisi, ili tuweze kupata chakula cha kiroho safari yetu au katika hija yetu ya maisha. Na hivi wapo watoto walioandaliwa watakao watakaopokea ekaristi kwa mara ya kwanza leo hii. Iwe ni e, nguvu yetu katika safari yetu ya imani, na muweke daima maisha yetu safi yakifanana na Kristo. Na mnapo mpokea basi mfanane na huyo naye umpokea nasi wote tuendelee kujitahidi tunapompokea yesu wa ekaristi kujiandaye kumpokee kwa uchaji na tunapokomunika hasa tunapokomunika mkononi niwakumbushe tena waangalie kwenye mkono baada ya kukomunika kama mamebaki chochote hata kakipande kadogo Yesu zima, hakikisha kuna kila kwa uchaji na heshima, kusiaje inakondoka chini na kupika nyaga, inakuwa ni kufuru. Tumwombe basi Mwenyezi Mungu katika ibada hii yenye matukio haya kuvivu kuimanili kwa matukio haya na maadhimisho haya, yatupe nguvu ya kusonga mbele katika maisha yetu ya imani.